Hajachakaa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Emmanuel Nchimbi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Ilala, Mzee Musa Zungu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Mchemba, Mheshimiwa Waziri wa sekta ya maendeleo ya jamii, wanawake, jinsia na makundi maalum, Mheshimiwa mdogo wangu Doros Gwajima, mzee mtarajiwa mawaziri wote mliohudhuria na manaibu wa, wa mawaziri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam waheshimiwa sana wazee wenzangu wa Dar es Salaam waajiri wangu itifaki imezingatiwa kazi na utu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tena iendelee kulikweli. Mheshimiwa Rais, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya njema kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Pia tunatoa shukrani za dhati kwako binafsi kukubali wito wetu na kutenga muda wako ili kuja kuongea na taifa kupitia sisi wazee wa bandari salama Dar es Salaam, Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana tunakushukuru. Hii ni heshima kubwa sana kwa mkoa wetu na heshima kubwa kwa wazee wa Dar es Salaam. <klik> Heshima hii imekuwa wakipewa wazee wa Dar es Salaam mara kadhaa na viongozi wetu waasisi waliotangulia, na wewe umekuwa unaiendeleza, na hii ni mara ya pili tunapata fursa hii. Tunakushukuru sana, sisi tutaienzi heshima na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi hiu, huu umeonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais, na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahili na makini. Hongera <coughs> sana Mheshimiwa Rais, tunakuombewa kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya, nguvu, baraka na hikma katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetususha sana na kutufadhaisha, kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika, miundombinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika Mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagara kuja mjini inakuwa tatizo. Lakini ilikuwa ni neema kubwa baada ya mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli imetufadhaisha wazee, tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo na tunamwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia kadhia hii kwa uzito mkubwa, na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na serikali na ya serikali pale ulipozindua bunge letu tukufu, uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu, na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa yetu. Ukweli, niwakumbushe, nchi hii wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza kuna mengi yaliyotokea, wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa. Huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine, ili mradi una kichwa, lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyoingia barabarani, hali hakuna shika panga. Mwalimu Nyerere aliongeza mazungumzo, mwisho tukapata uhuru.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 hayo uliyoanzisha na atayokuja. Kabla sijamaliza hotuba yangu, nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sijashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia ahadi ya kwamba wazee sasa watapata bima ya afya katika siku mia zinazokuja.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 anaenda kutafuta chochote kuongeza ugali au anapeleka kwa mama watoto. Ikifika kule sasa, anaanza zogo eh, kulikoni? ninatuetea mkweche huu, asema mke wangu, hii boy katupe. Sasa na huko kwa wakuu wa mikoa yako magari machakavu na vitu vingine, basi boy katupe.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 wametupatia ofisi ya baraza la wazee la ushauri wilaya ya Kigamboni, ofisi nzuri sana ambayo inaongozwa na kaka yangu hapa, brigadia general mstaafu Harub Othman, huyu aliyesimama hapo. Hongera sana watu wa Kigamboni. Hili basi liwatie maya wakuu wa wilaya wengine wa Dar es Salaam na wakurugenzi na wao waone Kigamboni wameonyesha njia, si vibaya Ilala wakapata Kinondoni na kwingine. Miaka bin Harithi anasema dawa, braso dawa ya shaba, dawa ya mapenzi mahaba, ukipata kidogo sihaba, tupeni japo kidogo. Mheshimiwa Rais, hakika kabisa ni mshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, imekuwa kama ni nuru kwetu. Anafanya kazi bila kuchoka, ni mtu ambaye simpigii debe, lakini hodari. Ingawa watu wanasema ukimsifia mgema, tembo atalitia maji lakini ukijana cha ramila hawezi kutia maji tembo. Mweshimua raisi, niruhusu nichomekee jambo dogo la mwisho. Mweshimua rais, kama unavyojua kwenye wizara ya ardhi kuna mabaraza ya ardhi ya kutatua migogoro ya ardhi nchi nzima. Hapa Dar Salaam tunayo matano: Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo na Kigamboni na haya mabaraza yana washauri. Wale washauri ni wazee. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika Azzan Zungu, na mbunge wa Ilala ambayo inabeba jiji letu la Dar es Salaam.